Sikuwaona mzaha. Watu wanaimtumikia shetani hawana mzaha. Unaweza kufanya mzaha kwa kuambia hivi, unaona kawaida wako na kuambia tumikia Mungu, unaona kawaida wako na kuambia mtafute Mungu, unaona kawaida. Lakini waliopiganisha maisha yako hawana mzaha. Kama Isaya alisema tafuteni Bwana madamu wanapatikana, kwa sababu alijua. Semeni amen amen.

elfu tano. Unaona, kawaida wenye wanaua maisha yao, wao mpaka watoto wao wanawatoa. Ndio maana niliongea wakati nafika hapa kanisani, Mungu anataka muamke kwa maombi, mtoke mu kawaida, mwisho mifanyo mazoea. Misingi ya kanisani ni maombi. Sasa mtoke, muamke, usingize, maana giza linakuja. Yeye abadiliki ni jana leo hata milele. Ndio yule yule. Musa akamuuliza wewe ni, ni nani? Nikifika kwa Farao nitasema wewe ni nani? Akamwambia akifika mwambie mimi ndio niliyekuwa, nitakuwepo na niko milele na milele. Mungu hawezi kumwacha mwanadamu hata siku moja. Kama kuna kosa Mungu hawezi kufanya kumwacha mwanadamu, lakini mwanadamu ndio anamwacha Mungu. Mtoke katika usimizi ni muda wa kukesha. Ni muda wa kukesha, wa kuomba. Wakati namtumikia shetani mimi nilikuwa mchezaji mzuri wa mpira, lakini katika uchezaji wangu wa mpira nilikuwa natumia na miu na na mganga. Nilikuwa natumia nguvu za giza, moja nipate heshima ya, ya dunia, pili nipate nyota tatu, niishi vizuri kwa kwenye maisha ya mpira. Uko unafunga funga, ndio unapendwa. Wachezaji wako tofauti, mishahara. Mtu anafunga kila siku, mshahara wake mkubwa kuliko wengine. Sasa katika yeye uchezaji wetu wa mpira tunashika uganga sana. Unaanza kuwa wewe usiwe mchawi, lakini kocha kocha mwenye anawaongoza ana, Anapenda uchawi. Unajikuta unaingia kwa mambo ya kichawi. Kama kuna vitu vyenye shetani natawala kwa ennia na mziki, na kwa hii ni mpira na muziki. Sasa hivi ndio nimeona hata wacheza sinema leo wanaanza kuwatawala. Sasa watu wanamtumikia shetani, waona mzaha. Mimi na alikuwa ananiambia saa sita ya usiku tunakuitaki kwenye bar. Ni, yaani ikifika kamili, sina mzaha, niko pa. Tena niko uchi na kuongo uchi nako uchi. Nako uchi. Muombe Mungu naona kawaida, kawaida lakini, wanao kukeshea kwa waganga wana mzaha. Funga na kuomba unaona kawaida, wanaitesa maisha yako wana mzaha. Naishi maisha hayo, napewa masharti magumu. Hakuna raha kama mafanikio kutoka kwa Bwana. Masharti. Lakini watu wanamtumikia shetani wana masharti ya ajabu, hata kama wakiishi utajiri na umaarufu, masharti yao niyo ajabu sana. Nilikuwa na waganga sita na kila mganga alikuwa na kazi yake. Nikivua nguo hapa, nina machanjo mwili mzima, juu ya mbia, na nilitafuta heshima ya dunia, nilitafuta jina, nilipewa nikapewa, nilikuwa nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nilikuwa nimepewa kanani ka, ka, ka, kuna shati moja walikuwa wamenipa na nilikuwa kui na kuiba nyota za wanawake. Ndio maana nawashauri mabinti mko hapa, si kila kuzinizini ovyo na mtu aje kuoa unajikogotea milango ya mapepo ya kuua maisha. Nilikuwa nikipewa shati kabla ya kwenda kucheza mecha na nilikuwa nina utafiti wa mwanamke ananipatia akamti fulani hivi. Nikienda nikiakaanguka mlango manage unanyota nyota. Dadi time nyingine zote ni kuzini. Nikisha kuzini tu unabeba nyota. Aenda hey, no, kuichezesha. Mwe ange kuzimizini na watu wenye ya waja wawo. Nikosa kubwa sana. Kama kuna njia ambayo Shetani anateka mnyota za watu. Njia ya uzimifu. Niko naishi hayo maisha, silali kitandani. Siku nimepewa masharti ya mechi ni nifundi. Silali kitandani na lala chini. Mbavu hizi. Leo kuna umia, mtafute Mungu. Mkesha wa kuomba mnaona kawaida. Lakini wanawatesia mashenu. Wanamzaa. Hamza, kama mtumishi Daudi alisema, na kila mwenye pumzi amtafute ma, um, kila mwenye pumzi amtafute Mungu ma, kila mwenye pumzi amsifu ma, Mungu kwa sababu alijua nguvu za wachawi Shetani, naye ana nguvu, hatumshindi juu ya kile tumesoma sana, hatumshindi juu tunajua Kiingereza sana, lakini tunamshinda kwa sababu ya Bwana. Semeni amenata, kwa sababu ni atupa nguvu sasa usipomtafuta Mungu na nguvu zake, utamshinda Shetani setalianje?